Robae makitabi twende kazi mm, mm, sikumarombai mimi huyo sasa nimekuja ki naekabiisa yo mm, mm. Kwito mwana wa Mungu nafurahia. Kwito mwana wa Mungu nafurahia. Kwito mwana wa Mungu nafurahia. Kwito mwana wa Mungu nafurahia. Kwito mwana wa Mungu na Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia. Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia. Kuitwa mwana wake nafurahia. Oh, nafurahia. Nimepata wokovu nafurahia. Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia. Oh, nafurahia. Kuitwa mwana wake. Oh, nafurahia. Nimepata wokovu wa Mungu. Oh, furahia, furahia, um, Kuitwa mwana wa Yesu nafurahia. Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia. Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia. Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia. Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia. Nimepata okovu nafurahia. Nimepata neema nafurahia. Uuu, furahia, mimi huyo sasa nafurahia. Nimekombolewa nafurahia. Nimepata amani nafurahia nimepata uzima na furahia na furahia kuitwa mwana wa Mungu na furahia kuitwa mwana wa Yesu na furahia aliteseka akafufuka akaniza mara ya pili alikufukisha akafufuka akaniza mara ya pili Akasema mwanangu, mwanangu, mnaezi kijipeni moyo mtaushinda ulimwengu. Baba wangu akira kanitia moyo kanitia nguvu, amani tele, kuitwa mwana wa Mungu nafurahia, nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia, mm, mm, nafurahia kuitwa mwana wa Yesu nafurahia, kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia, kuitwa mwana wa Baba nafurahia, kuitwa mwana wa Roho nafurahia, kuitwa mwana wa Mungu nafurahia, Sikumeru boy nafurahia, Siriely Petro Mbise nafurahia, ndugu jamaa marafiki nafurahia, kangwa mtoto taji nafurahia, uhu furahia familia kiroho nafurahia, kuitwa mwana wa Mungu nafurahia